Wa Nairobi kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Baada ya Rais William Ruto kukamilisha ziara yake kaunti ya Nairobi, huku nduru zikiarifu kuwa anatarajiwa kuzuru eneo la Mlima Kenya. Viongozi wa kidini hususan kutoka eneo la Magharibi wamekashifu kile wametaja ni kampeni za mapema. Ili watu wa hapa, watu wa kule eh, Makadara kule wapate manyumba ya sawasawa sawa. Viongozi hao wa makanisa wakimtaka Rais Ruto kusitisha siasa za mwaka 2027 na badala yake kuanza kuwafanyia Wakenya kazi jinsi alivyoahidi wakati wa kampeni. Siasa wangochea mpaka 2027. Wakipata muta kama walifanya vizuri waruti, na kama mutu alifanya vibaya haende nyumbani, wakiongozwa na Askofu Emmanuel Simiyu Wametaja ushirikiano kati ya Rais Ruto na aliyekuwa waziri mkuu kama unafiki unaopigania maslahi ya wawili hao na wandani wao wa kisiasa. Mtu anajaribu mbinu ya kutaka kushawishi watu mapema. Rais akifanya kampeni alituambia namna gani hataweza kukubali opposition ambayo ni Bwana raila kuingia kwenye hiyo serikali. Wanajuana zaidi na hata juzi umesikia Raila mwenyewe akisema namna gani yeye yuko hapo kwenye hiyo serikali. Viongozi hao wamemtaka Rais Ruto kushughulikia bima mpya ya afya ya SHA ili iweze kuamudu walio chini na sio walio serikalini. Bwana Rais, upande wa SHA, uh, ni vyema iweze kutengenezwa katika kitengo kile ambacho, uh, mwananchi wa juu na yule wa chini wote ambaye wan, wan, wan, wakitumika mahali pale iwe sawa kwa wote. Maana imefika wakati shaa hii inatumika kwa wale watu walio na uwezo, bali wale wasio na uwezo. Shaa hii imekuwa ngumu kwa watu aina hiyo, wa implement vitengo ambavyo vinaweza fanya ikafanya kazi kwa mwananchi wa kawaida. Aidha, wametaja ukosefu wa ajira na kumtaka Rais Ruto kutimiza ahadi yake aliyowaahidi kuwapa ajira vijana. Rais kwamba aweze kutupa kazi kama vijana. Kenya mzima vijana wamesoma, tumesoma digri ziko tumekalia, lakini kazi hatuna. Kwa hivyo juzi alipokuwa kule Kibra, aliweza kuahidi vijana kwamba atatupa kazi. Rais, mimi naomba kwamba uweze kutimiza ahadi yako, maana vijana sisi ulituambia kwamba sisi ndio viongozi wa kesho. Kwa hivyo tunakuomba kama kiongozi wetu wa taifa uweze kutimiza ahadi yako. Sebastian Maria, Undugu TV.